Na mtazamaji kama unavyoona tuko katika kituo cha kujumuisha matokeo ya kura katika taasisi ya mafunzo ya mapimo Gongoni eneo bunge la Magarini, na kinachoendelea kwa sasa ni kwamba wale maafisa ama makarani sasa hivi wanaweza kukabidhiwa yale masanduku ya kura, ambapo yatakuwa yakitoka hapa yanaelekea katika vile vituo vya kupigia kura katika sehemu mbalimbali katika eneo bunge hili la Magarini na vilevile, moja kwa moja tumeweza kukutana na kamishna wa tume ya uchaguzi ya IEBC ambaye ni Alutalala Mukhwana na akaweza kufafanua zaidi kuhusiana na kinachoendelea na taratibu ambazo zitakuwa zinafuatwa katika eneo hili sasa hivi. Um, mnavyoona hii ni dakika na sekunde ya lala salama katika shughuli nzima ya matayarisho yetu katika uchaguzi mdogo. Hivi mnavyoona sasa ni vyombo ambavyo vimeainishwa kwa aina mbili. Kuna vyombo vinaitwa strategic materials, ni vile ambavyo lazima viangaliwe na kuwe na hakika kwamba bila hivyo hatuwezi songa. Kwa mfano, ile mashine inaitwa Kim's kit. Sasa hawa mabwana na mabibi na vijana ni wale wanaitwa presiding officers, maafisa ambao wanasimamia kituo cha kupiga kura, wanakabidhiwa bidhaa hivi ili wakishamaliza kabidhiwa, wakitoka hapa sasa, wataenda kule wale mankuli ya mchana, kisha magari yako kule, mabasi, mabasi madogo, magari yako kule. Yatawekwa kwenye magari, afisa wawili kwa kila gari, na bidhaa hivi vyote visafirishwe hadi maeneo yote ya Magarini. Baada ya hapa, tunataja kwamba ikifika saa kumi na mbili kwa machweo inshallah kila mtu amefika katika kituo chake, kwa sababu hatutaki utembezi wa usiku usiku na mambo mengi. Na kesho yake saa kumi na mbili asubuhi, majaliwa tuwe tumefungua vituo na raia wa Magarini wawe ni wenye kurauka na wapige kura. Haya masanduku hayafiki kule, hayatoke hapa bila askari wawili wenye mtutu wa bunduki wawili. Kule pia kuna askari ambao watasaidia katika kulinda vituo, maana kumbuka kwamba hizi box unaona ni, ni, ni, ni makatasa ya kupiga kura, hayawezi kutembea bila bunduki mbili minimum. Ni akifika kule, pia kuna askari isitoshe. Fauka ya hayo ni kwamba kuna askari maalum ambao hawako katika kituo chochote, lakini wako chonjo wakati wowote kuwa ni wenye kukimbilia eneo fulani iwapo kutakuwa na hali ya hatari tulizungumza na kamanda wa polisi Kilifi nzima, tukazungumza na yule anayesimamia sub county hii, na tuko na hakika kwamba idara ya polisi ikiwa chini ya bwana Kanja imejumuika na sisi vya kutosha, tumepata usaidizi wa kutosha, na majaliwa kura zitakuwa ni zenye amani. Nikiripotia Coco FM kutoka kituo cha kujumuisha matokeo ya kura eneo la Gongoni katika eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi. Mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya